Asante ndugu mtangazaji, kama ambavyo tume ya uchaguzi wa Zanzibar kupitia kwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi wa Zanzibar alivyokwisha kutangaza kuwa daftari la kudumu la wapiga kura hivi sasa limefungwa rasmi ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 9 2025 kwa mujibu wa sheria, lakini wapiga kura ambao ni halali wa kupiga kura ni laki saba, ambao wapiga kura hawa ndani yake kuna wapiga kura watakaopata fursa ya kuomba kupiga kura ya mapema kwa hiyo hao baada ya maombi kutimia na baadaye, tume ya uchaguzi itawatangaza kwa kila jimbo, kwa kila shehia ambao wameomba na wamekubaliwa, kwa mujibu wa masharti ya sheria ya uchaguzi namba 4 ya mwaka 2018, kifungu namba 82. Ya wale wale watu wote ambao wamepewa fursa ya kupiga kura, basi tume itahakikisha kwamba inatoa taarifa hizo sahihi kwa jamii na wananchi kwa ujumla na kumrahisishia mwananchi katika kuweza kupiga kura yake katika vituo hamsini ambavyo tume ya uchaguzi imevitangaza mara hii. Tume ya uchaguzi imebadilisha mfumo, mara ile ilikuwa inatumia vituo vyote vilivyo vituo vyote vya kupiga kura, mara hii imebana vituo kwa sababu ya kuweza kumanage vizuri zile huduma. Ina maana kila jimbo imewekwa kituo kimoja, kwa sababu unakuta kwamba vituo vingine vinapiga kura watatu wawili mmoja. Sasa ikaona ni busara, basi tutengeze senta moja. Ile senta sasa itasaidia wale wote ambao wanataka kupiga kura ya mapema basi ni kufika katika ile senta na kupiga kura yao, na baadaye wakaondoka, ili wakaendelea na majukumu ambayo wamepangiwa siku ya uchaguzi tarehe 29. Hili la wapiga kura wote limekuwa wazi. Je, yeah. Na idadi ya wapiga kura ya mapema nayo nitakuja kuiweka wazi. Tume ya uchaguzi itakuwa wazi kabisa katika kuhakikisha kila taarifa inafika walengwa. Baada ya kupokea maombi ya waliomba kupiga kura ya mapema Tume ya uchaguzi itawatangaza katika ngazi ya majimbo na ngazi ya kitaifa, wote watakaopiga kura mapema, na watabandikwa katika orodha maalum katika vituo vyote. Kwa hiyo nitoe hofu, nitoe wito, watu wakae tayari kusubiri hizo hatua nyingine ambazo tume inafata. Daftari umeshafungwa, umeshaanza kutoa vibali kwa uangalizi na kutoa elimu ya mpiga kura. Nini kinafuata? Ah, tukishamaliza jukumu zima la kutoa yani, baada ya kufungwa daftari hivi sasa tume ya uchaguzi imeweza sasa kupata fursa ya kuweza kuanza kuingia na mchakato wa uchapishaji wa kura. Hilo ni zoezi ambalo ni muhimu, lilikuwa linasubiri kukafungwa kwa daftari. Na zoezi hili likikamilia, maana yake tume ya uchaguzi itawalika nyinyi waandishi wa habari kuja kuhakikisha kwamba wanazipokea zile kura kutoka katika taasisi ambayo imeshinda zabuni ya kuweza kuchapisha hizo kura. Na baada ya kumaliza hilo, tume ya uchaguzi sasa itaendesha zile taratibu zilizofuata za mwisho zinofuata juu ya upigishaji wa kura na kutangaza matokeo. Na vipi kuhusiana na mfano wa kura, zimeshatoka? Kama zimeshatoka wagombea wetu ni wale, wale, kuna mwingine kaongezeka? Asante. mpaka sasa kama tulivyokusema, wagombea wetu ni wale, wale. Najua kwamba tuna kesi ambayo iko mahakamani inaendelea, siwezi kuizungumzia kwa sababu ile ni mamlaka nyingine. Kwa hiyo kwa sasa wagombea walioteuliwa na tume ni hawa ambao tumewatangaza na tumeshatoa kwenye kura ya mfano, na wito wetu kwa Uh, vyama vya siasa kusaidia kutoa elimu kuionyesha hii kura yetu ya mfano ili wananchi waielewe ili wakifika siku ya kupigaji kura wasilete ukubabaikaji wa aina yoyote. Asante sana. Asante. Kampeni unazionaje? Mm, kampeni kwa kweli, kampeni zinaendelea vizuri, licha ya kama alivyoshosoma mwenyekiti kuna changamoto ndogo ndogo, lakini tunawashukuru wagombea wanafanya kampeni za kistaarabu nadhani kuna matukio ambayo yameripotiwa ya ajali katika watu wakirudi kupiga haya. Ay, tunatambua kwamba ni miongoni mwa matukio ambayo hayaepukiki kwa sababu ya aina ya uendeshaji wa kampeni zetu, lakini baadhi ya wengine wanahairisha mikutano yao kabla ele, yani, chini ya masaa ambayo yamewekwa kwa mujibu wa sheria, nayo pia ni changamoto nyingine ambayo tunapokea. Kwa mfano leo hapa tuna, hatujamaliza mkutano na kuja mwingine na mkutano wangu nimehairisha, wakati unatakiwa arishe mkutano ndani ya masaa 48 ili angalau tujipange, maana yake tusipokushughulikia wewe, kuna mwingine anahitaji huduma tuipate. Kwa hiyo hizo tunasema ni changamoto ndogo ndogo, lakini kubwa wagombea, tunaendelea kuwasisitiza kuna disera, ili wananchi waelewe nini watafanyiwa pindi wakipata kuliko kuanza kushambuliana.